Amesema tu kwamba wawakilishi wadi kaunti ya Kilifi sasa wanamtaka Rais William Ruto kutia sahihi mswada uliopitishwa na bunge la Seneti unaowapa uhuru wa kutekeleza majukumu yao bila kuingiliwa na serikali kuu. Na mwakiongea na wanahabari katika majengo ya bunge la kaunti hiyo, viongozi hao wamedokeza kuwa kukosekana kwa sheria hiyo kuna uhujumu uhuru wa mabunge ya serikali za kaunti kote nchini. Kauli hiyo imeungwa mkono na mwakilishi wadi ya Ganze Karisa Ngirani, anasema tayari bunge hilo linashuhudia migawanyiko baada ya kukosa kuketi katika vikao muhimu kutokana na kukosa idadi ya wakilishi. Saa hii tunapozungumza, kuna ile autonomous bill ambayo ilipita. Tunaomba Rais aweze kuweka sahihi mara moja ambapo oversight itakuwa isumbuki. Kama sahihi wajumbe bado tunategemea executive kufanya shughuli zetu. Kwa hivyo kama tunategemea executive kutuma pesa katika bunge ili tufanye oversight Unaona, kutakuwa na shida yenye ambayo itakuwa, kwa sababu lazima tuombe ndo tupate, lakini tukiwa tuna uhuru tutakuwa na uhuru wa kufanya ile oversight vizuri kabisa. Standing orders zetu zina, zinasema wazi ya kwamba waziri anapokosa kufika kikao ya kwanza kuna cha pili mpaka kikao ya tatu mpaka salmon iko, lakini katika hayo yote maswali makuu itakuwa ni sisi kama viongozi sasa, ili kuleta ile quorum kufika, then tutakuwa tuko pale.